Kwingine kwa vijana wa Gen Z sasa wamepuuzilia mbali mkataba wa Rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga wakisema kwamba hakuna jambo geni ambalo mustakabali huo wa makubaliano utaleta. Na vijana hao wametilia shaka kufaidika na muungano huo, licha ya Rais Ruto na Raila kutoa ahadi kochokocho kwa vijana hao. Wanadai kwamba makubaliano kati ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na Raila Odinga miaka saba iliyopita sio tofauti na ya sasa kati ya Raila Odinga na Rais William Ruto.

walionekana kama upinzani mwaka uliopita kwa kujitokeza kupinga mswada wa fedha mwaka 2024 na kumsababisha Rais William Ruto kusalimu amri ya Gen Z kwa kutotia saini mswada huo. Maandamano ya Gen Z yalionekana kama mchakato mpya katika siasa za nchi kutokana na wingi wa vijana hao. Je, wanazungumzia vipi mustakabali kati ya Rais William Ruto na Raila Odinga? Those

Mojawapo wa ajenda kuu za ushirikiano wa Ruto na Raila ulitajwa kama kubuni nafasi za ajira kwa vijana. Vijana hawa wanadai kwamba mazingira ya kuleta ajira hayapo kwa sasa. It's not in the business of government to create jobs. The business of government is to create an enabling environment for na huku mustakabali wa makubaliano ukilenga kupigana na ukabila, vijana wanasema kwamba ni sharti viongozi wote kujiangalia kwenye kioo. Kenya. So unless they are willing to change. My message to Ruto and Raila is just simple. Unless you change, Kenya will not change. All the things you're mentioning, those are problems you have created. Kizazi cha Gen Z hata hivyo kimeonekana kusambaratika. Baada ya maandamano ya mwaka uliopita, huku baadhi yao wakionekana kujiunga na upinzani na wengine kuingia serikalini na kutia doa umoja ulioshuhudiwa mwanzoni. Melita, Oletenges, Runinga ya Citizen.